Waligani mpenzi mtazamaji wa afya update, nami Dr. Chilo, leo tunakuja kuzungumzia mzunguko wa hedhi wa siku thelathini na siku zipi ambazo zinakuwa na high chance ya kuweza kupata ujauzito. Kuna wengi ambao wanakuwa na wanajiuliza je, nina mzunguko wa siku ngapi? Kwanza mwingine hajui kama ana mzunguko wa siku thelathini ana mzunguko wa siku 28, ana mzunguko wa siku ishirini na moja, ana mzunguko wa siku 32. Kwa hiyo kuna mizunguko. Kwa kawaida mzunguko unaanza ni siku 21 mpaka 35. Endapo una mzunguko mfupi chini ya siku ishirini na moja, ujue kuna tatizo kiafya, na kama kuna mzunguko mrefu zaidi ya siku 35, ujue pia kuna tatizo kwenye afya yako ya uzazi ni lazima ukutane na madaktari ndipo uweze kupata solution. Sasa bila kupoteza muda, nije nikuelekeze. Cha kwanza ni, ni kwa namna gani unaweza kujua wewe mwanamke una mzunguko wa siku thelathini? ni wengi hawatambui mizunguko yao. Shida inakuja kwamba hatupati watoto, kumbe anashiriki tendo la ndoa sehemu ambayo hayuko kwenye danger days au siku zile zenye chansi kubwa ya kupata mtoto. Sasa namna sahihi ya kuweza kujua na mzunguko wa siku 30 kwa mfano okay. Tunaendelea sasa kuweza kutambua kwamba sasa tunaendelea ili tukaweze kujua mzungu kwetu, mzunguko wetu, tuna mzunguko wa siku ngapi yn yani, kwamba tunapiga hesabu, kwa sababu unakuwa na mazingira tofauti tofauti ambayo yanaweza kumsababisha mwanamke akachelewa kuona hedhi. Kuna mtu mwingine labda akisafiri, akimeza baadhi ya dawa, akila baadhi ya vyakula, vinawezekana vikamsababisha ile tarehe zikawa zinabadilikabadilika na akawa anapata changamoto kuhesabu kujua ana mzunguko wa siku ngapi. Sasa hapa nimekuja kukuletea jinsi ya kujua huyo ana mzunguko wa siku ngapi katika hedhi. Haya, tunaanza kwa mfano. Kwa mfano wewe umeona hedhi tarehe moja mwezi wa Machi, uka, uka, ukapata hedhi labda kwa siku tano, baada ya siku tano, then ukaenda ukaja uka, ukapata tena hedhi tarehe thelathini na moja mwezi huu Machi. Tukihesabu kuanzia tarehe moja mpaka tarehe thelathini na moja kabla siku moja kabla ya kuona hezi inakuwa ni tarehe thelathini. Ina maana kwamba kwa utahesabu toka tarehe moja mpaka tarehe thelathini ina maana ni siku hizo thelathini. Ukaja tena ukaja kuona mwezi Aprili tarehe moja, ukaona damu tarehe moja ukaenda mpaka tarehe thelathini na moja. Siku moja, tarehe thelathini hii. Utahesabu mpaka siku kuanzia tarehe moja mpaka siku ya ishirini na tisa au tarehe ishirini na tisa. Unapata ni siku ishirini na tisa ukaja tena ukaona tarehe moja Mei, kutoka Mei ukaja ukachelewa kwenye mzunguko huu, ukaja ukaona mpaka mwezi wa sita tarehe moja, ina maana kuna siku umepitisha, siku thelathini na moja. Ina maana sasa tutachukua kakuleta yetu, tutajumlisha hii 30 ishirini na tisa na 30 ili tujumlishe na tupate wastani, tuachukua 30 e, 30 kujumlisha 29 kujumlisha kujumlisha kujumlisha 31 na unaweka sawasawa, ambao ni sawasawa na siku tisini kama wastani. Je, hii ni wastani wa siku tulizoingia, tupate sasa, tuna mzunguko wa, wa siku ngapi? Tutagawanya hii tisini, tutagawanya kwa tatu, ambayo itakuja ni 30. Ina maana kwamba hata kama kuna matatizo sasa, hapo tayari tushajua wastani wetu una, una siku 30, huu ndo mzunguko wetu ko usiwe na shaka hata kama mzunguko unakuwa unabadilika, badilika. Unawezekana ukaona rekodi toka siku ya kwanza umeona hezi mpaka siku nyingine unaona hezi, unaandika zile tarehe, afu katikati hapo unakuwa una hesabu na hesabu ni siku ngapi, ni siku ngapi, ni siku ngapi, unakuwa una znot hata kwa miezi. Tunashauri miezi mitatu mpaka sita, kama unakuwa unapata changamoto hezi inakuwa zinabadilika badilika autambuizinakuwa zinabadiikabadilika mweziuenataremwezueona tarehehi mwezi wewe zizth zile tarehe kwa miezi sita, utajumlisha jumla ya siku zote hizi ambazo kwanza umeona hezi mpaka siku tena nyingine una una unaona hizo tnaingine anaia mpaka miezi sita, unakuja unazijumlisha zote, unapata toto yake, then unagawanya kwa sita ili tupate wastani wa mzunguko wako, okay. Tuendelee sasa. Tushajua mzunguko wetu wa hedhi ni wa siku 30 na tumewaelekeza namna ya kujua kwamba mwanamke wewe una mzunguko wa siku 30 kwa njia nyepesi sana. Endapo utakuwa unashindwa au unakwama kuhesabu mzunguko wako wa hedhi na kujitambua na siku ngapi katika hedhi, basi usishindwe, unaweza ukakoment hapo kwenye YouTube then nikakusaidia namna ya kuhesabu mzunguko wako wa hedhi. Ok, tuendelee sasa, tuzungumze hedhi hedhi. Labda mwanamke huyu unaona kwa siku moja, mbili, tatu, nne, tano, hapa ndo damu inakuwa imekwisha katika mzunguko wako wa hedhi. Kwa hiyo damu inakuwa imeishia hapa. Baada ya hapo, hizi ni hedhi. Au wengine wanasema damu au hedhi. Au bleed. Sawa, sasa tutajuaje kwamba siku yetu tushajua tunamzunguko wa siku thelathini tutajuaje yai linatoka siku ya ngapi, ili tushiriki tendo la ndoa lini na lini, ili tuweze kushika ujauzito kwa urahisi? Tutachukua 30 tutatoa na kumi na nne, ambapo hapa tutakuwa na kumi itakuwa ambayo ni sita, hapa patakuwa moja. Hii kumi na nne ni constant kwa mizunguko yote uwe na siku ishirini na nane utatoa na kumi na nne itabaki nne itabaki moja siku ya kumi na nne kwenye mzunguko wa siku ishirini na nane ndo yai linatoka. Kwenye mzunguko wa siku thelathini na mbili mzunguko wa siku thelathini tarehe siku ya kumi na sita ndo yai inakuwa linatoka. Kwa hiyo kwa mizunguko yote utakaokuwa umepiga calculation utatoa na kumi na nne. Ndipo utapata yai linatoka siku ya ngapi kwenye mzunguko wako. Mfano, mtu ana mzunguko wa siku ishirini na moja, atatoa na kumi na nne atabaki hapa, hapo panakuwa na kumi na moja, kutoa hapa itabaki saba. Kwa hiyo siku ya saba ndio yai linatoka kwa mzunguko wa siku ishirini na moja. Sasa tusiende kwenye mada hiyo, kwa sababu tushafundisha. Tuje hapa siku ya kumi na nne toka, ya kumi na sita toka siku ya kwanza. Tumeona hezi hezi, tulianza kuona hapa, na maana utahesabu pa, kumi kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita. Kumi na sita ndo siku yai ya linatoka kwenye mzunguko wa siku thelathini. Ina maana kwamba hapa ndipo chansi kubwa ya kuweza kupata mtoto na ukishiriki tendo la ndoa inakuwa kubwa. Sasa tutafanyaje hapa ili tuweze kufanikiwa? Kwenye mbegu za mwanaume kuna x and y, kwa mwanamke kuna x and x. X and x, siku za hatari zaidi za mwanamke huyu kushiriki tendo la ndoa na akapata mtoto wa mzunguko wa siku thelathini, ina maana akishiriki kuanzia siku ya kumi na moja mpaka hapa ya kumi na saba kumi na nane ana hai chansi ya kupata uja uzito kwa sababu <clears throat> akishiriki siku hii ya kumi na moja mbegu zina uwezo wa kustei mpaka siku tano, ina maana yai likija kutoka hapa, zitakutana na hii wai itakuwa imekufa. Ni zenye jinsia ya kiume zinakuwa zinawai kufa, zina spidi ya kuelekea kwenye yai ya kupita kwenye mirija ya fallopian tubes, lakini zinawai kufa. X and x ndizo zenye kubeba jinsia ya kike zenye kukaa mpaka masaa sabini na mbili na zina uwezo wa kukaa na kuvumilia mpaka hii siku yaili inatoka, na katungisha mimba, nakapatika na akapatikana mtoto wa kike ina maana kwamba kama mtu unahitaji kupata mtoto wa kiume unatakiwa ushiriki angalau siku ya kumi na tano na ya kumi na sita hapa kwamba tunaamini kabisa mbegu zitaenda haraka ni hizi za wai ambazo zina speed lakini zitawahi kufa kwa hiyo zitalifikia yai siku ya kumi na sita na zitatungisha mimba kwa kwa tunaamini asilimia kubwa utapata mtoto. Tunaweza tukaandika baby boy huku, baby girl hizi siku tatu. Sasa tushajua kwamba hapa tutapata baby girl hizi siku za mwanzo hizi baby boy. Je, Tunataka tukuelekeze leo kwamba siku ambazo very effective, ukiwa kwa mzunguko wa siku 30 utatakiwa ushiriki angalau siku ya kumi na nne kumi na tano kumi na sita kumi na saba Sasa hizi ni siku nyingi, zitaweza zikakusababishia ukashiriki tendo la ndoa katika hizi siku na usipate mtoto. Kwanini? Endapo utashiriki kila siku kwenye hizi siku kuanzia siku ya kumi na nne kumi na tano kumi na sita kumi na saba ukihisi kwamba ndio utapata mtoto, inawezekana pia ukapotea. Sasa namna gani usipotee? Ukishiriki siku ya kumi na nne kumi na tano pumzika, ili mbegu za mwanaume ziweze kuweza kuwa effective, ziweze kukua, ziweze kukua na idadi inayopaswa kurutubisha mbegu inayorutubisha ina ni moja lakini zinatakiwa zitoke angalau sio chini ya milioni 15 kwa kila e, ejaculation moja au bao moja. Kwa hiyo sasa, kama mtashiriki kila siku, utakuta mbegu zinatoka kwa mwanaume ambazo hazijakomaa. Mshiriki kwa alternative, mnashiriki leo, kesho mnapumzika, baba anakula vyakula vizuri, anakunywa maji vizuri, anapumzika, ili siku ya kumi na sita ambayo ni yai linatoka mshiriki vizuri na tendo la ndoa likafanyika kwa ustadi kwa kuandana, ili yai likakutana lika na mbegu za kiume na mtoto akapatikana kwa urahisi, kuliko mkawa mnashiriki kama mnabahatisha. Amtakiwi tubahatishe, unatakiwa tuende na hii kalenda. Tukielewa itatusaidia kushiriki tendo la ndoa kwa urahisi na tukapata matokeo, hadi hii siku ya kumi na saba ni siku zote zenye hai hai chance ya kupata mtoto zitakazokuwa. Zinaendelea huku ni siku ambazo mnakuwa mnashiriki tu kwa ajili ya kuweza kufurahishana na pasipo kupata mtoto e, mpaka tena raundi nyingine itako kuja. Kwa hiyo hilo ndio somo letu kwa leo, nimekuelezea siku za hatari ni zipi katika mzunguko wa siku 30, na ushiriki namna gani kwenye mzunguko wa siku 30, siku na zipi ushiriki ili upate mtoto wa kiume, siku na zipi ushiriki ili upate mtoto wa kike, na nimekuelekezea mbinu ya kuweza kujitambua wewe mwanamke una mzunguko wa siku ngapi, hata kama siku zako zinabadilika badilika, mimi leo nimekuelekeza. Kama kuna swali kama kuna kitu hujakielewa kwenye uandishi wangu, mambo ni mengi, lakini nimejaribu kuvichambua kwa urahisi kwa kusummarize, ili mtu aelewe. Endapo hujaelewa, unaweza kuchat na sisi kwa WhatsApp au ukaandika swali lako kwenye comment. Na kama umejifunza kitu, usiache kusubscribe ili popote pa, pale tutakapokuwa tunaachia video zetu uweze kuona kwa kwanza, uweze kujifunza mambo haya. Ni mimi Dr. Chilo. Hii ni afya update. Asante afya update.